Hayo, naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali mshauri wa biashara. Wapendwa, katika video hii itaashia na wewe jinsi ya kumjua vizuri mlengwa wako. Wajasiriamali wengi sana wanafanya matangazo ya kusponsor, wanatumia gharama kubwa, lakini hawapati wateja. Wengi wakitaka kutangaza sponsor ads wanakusanya picha za bidhaa mbalimbali wanaposti Facebook au Instagram na kuboost tangazo. Wengi wanafanya sponsor bila kujua wateja wao ni kina nani na wanatatua changamoto gani ya walengwa wao. Wafanyabiashara wengi sana wanashindwa kujua walengwa wao ni kina nani na wateja wao wanataka nini na wanatatua changamoto gani, ili kurahisisha mauzo yaweze kuwa rahisi, unapofanya matangazo ya kusponsor. Matokeo yake watu wanatangaza, lakini wanaishia kupata watu wanaoulizia bei tu bila kupata wateja wa kununua bidhaa au huduma wanazotoa kama unatamani kufanya biashara ya uhakika kama unatamani kufanya biashara ya uhakika mtandaoni, hatua ya kwanza unatakiwa kumjua vizuri haswa mteja wako ni nani, ana matatizo gani, ana vikwazo gani vinakumsibu, anatamani suluhisho gani na changamoto yake. Kama unafanya matangazo ya kusponsa bila kumjua mlengwa wako ni nani utafika mahali utaishiwa kabisa pesa za matangazo, utakwama, biashara yako itakufa, kwa sababu upate wateja wa kutosha kuweza kukuza biashara yako hii. Maana yake kama utaendelea kufanya sponsor bila kupata wateja, maana yake biashara itakufa kabisa, utaanza kuhangaika kutafuta mtaji maisha yako yote yatakuwa ya taabu, kwani mtaishia kuombaomba bila kupata kipato cha uhakika. Kama wewe ni mgeni, basi ofya subscribe like video hii, ili next time tunapotoa video zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe una utaarifu kwamba tumetoa video mpya, lakini pia inawezesha tuweze kuwafikia watu wengi zaidi kupata mafunzo kama haya na kututia moyo kuendelea kutoa mafunzo kama haya. Kwa hiyo, bofia subscribe. Kama wewe unaangalia video hii basi, bahati lioje kwani leo utabaini jinsi ya kumjua vizuri haswa mteja wako ili kurahisisha mkakati wa masoko kwenye kuuza bidhaa mtandaoni. Kufanya utafiti mzuri haswa wa soko lako lengwa unaweza kufuata hatua zifuatazo. Kwanza, ainisha ainisha vizuri soko lako lengwa. Hatua ya kwanza unatakiwa kuainisha kwa soko lako lengwa kwa kuangalia vigezo vifuatavyo: sifa za walengo wako kwa kuangalia umri, jinsia, mahali wanapoishi au kupatikana pia saikolojia yao, wanavyopendelea, wanaothamini, tabia zao. Hii inakusaidia kutambua vizuri walengwa wako. Maswali ya msingi unatakiwa kuzingatia, eh, kujiuliza: walengwa wako ni kina nani? Walengwa wako wanataka nini? na wa kinachowakileketa haswa ni nini? wana vikwazo gani? Walengo wako ni kitu gani kinachowasukuma kufanya maamuzi ya kununua bidhaa au huduma? Unatakiwa kufanya utafiti kujua walengo wako haswa ni kina nani. Pili, jinsi ya kufanya utafiti wa soko baada ya kubaini malengo, chagua njia sahihi ya utafiti njia zinaweza kuwa utafiti wa kwanza primary research, hii ni pamoja na mahojiano, tafiti za mtandaoni na vikundi vya majadiliano. Utafiti wa pili ni secondary research, hii inajumuisha uchambuzi wa ripoti zilizopo, takwimu za serikali na makala za tasnia, uchambuzi wa washindani. Tatu, tathmini wateja ulionao kwa sasa. Angalia wateja walionao kwa sasa kutambua sifa za msingi walizonazo na tabia zao za manunuzi. Hii unaweza kutathmini kwa kuangalia historia yao ya manunuzi na marejesho unayopata kutoka kwa wateja wako. Tengeneza wajii wa sifa, kuangalia umri, taaluma, kiwango cha mapato, malengo na changamoto zao. Nne, Fuatilia mazungumzo ya kijamii ili uweze kuwajua haswa walengwa wako naani, ni kina nani? wana changamoto gani? wanataka nini? maswali gani wanauliza? vikwazo gani vinavyotatiza? Fuatilia mazungumzo ya kijamii, chunguza majukwaa ya mtandaoni kwa majadiliano ya uhusiano na bidhaa au sekta unayosimamia. Hii inakusaidia kuelewa kile ambacho walengwa wako wanachopendelea na kujihusisha nacho. Tano, tathmini washindani. Tathmini washindani, chunguza washindani wako wanalenga soko lipi. Tathmini mpango mkakati wao wa masoko, jinsi wanavyoshughulika na wateja wao, ili kuelewa mwanya au fursa kwenye soko hilo unaloweza kujikita. Sita, tengeneza wasifu wa wateja wako. Tengeneza wasifu wa walengo wako kwa kujikita kwenye taarifa ulizopata kwenye utafiti wako, kwa kuangalia taarifa kama zile zinazowakela walengo wako, kipato chao na tabia zao. Pia tumia mitandao kutathmini soko lako lengwa. Tumia mtandao kama Google kuchunguza maswali yanayoulizwa na walengwa wako, kujua kinachowakereketa walengwa wako haswa ni nini, kutathmini au kufuatilia tabia za walengwa wako kwenye majukwaa ya kijamii. Taarifa hizi zinaweza kukupa taarifa zinazofanana na walengwa wako au bidhaa na huduma yako. Tathmini hii itakuwezesha itakuwezesha kujua haswa mlengwa wako ni nani, ana changamoto gani nana maswali gani anayejiuliza, lakini pia shulisho gani analoweza unaloweza kutoa kwa walengwa wako. Ukishajua vizuri haswa mlengwa wako ni nani, ukishajua haswa vizuri mlengwa wako ni nani, nachtu gani tumia aa, maswali anayojiuliza mlengwa wako kuyatafutia majibu, kutengeneza ujumbe wenyeweza kumvutia mlengwa wako pale unapofanya unatotengeneza unatotengeneza ya kusponsor, pale unapotengeneza content, unapotengeneza ujumbe wa kumshawishi mlengo wako ili aweze kuchukua hatua ya kununua bidhaa au huduma yako. Kwa kuzingatia mlengo wako na soko lako, lengo haswa ni lipi, utaweza kuandika tangazo, kuandika ujumbe, aa, kwenye matangazo yako ya kusponsor, ujumbe ambao unagusa haswa hisia za mlengo wako na hivyo kuweza kupata watu sahihi watakaokuja kwako wenye shauku ya kuweza kununua bidhaa au huduma yako. Kama umefaidika, basi comment chini nimefaidika. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video hii. Next time tutakutana kwenye video.